Je, umewahi kujiuliza ni nani aliyekuwa mtu wa kwanza kufika juu kabisa ya mlima Kilimanjaro? Safari yake haikuwa ya kawaida. Alishindwa mara mbili, akakabiliana na vita, baridi kali, na hatimaye akashinda katika jaribio la tatu. Leo nakuletea simulizi ya kweli ya Hans Meyer na historia ya kilele cha Uhuru Peak. Mwaka wa 1887 Hans Meyer mtafiti kutoka Ujerumani alijaribu kwa mara ya kwanza kupanda mlima Kilimanjaro. Safari hii haikumpeleka mbali, alikumbana na barafu nene na hakuwa na vifaa vya kisasa vya kupita juu yake. Uchovu na mazingira magumu vilimlazimu kurudi nyuma. Safari ya kwanza ikawa ni kushindwa. Mwaka mmoja baadaye Meyer alirudi tena kujaribu kupanda mlima, lakini safari hii changamoto kubwa haikuwa baridi wala barafu, ilikuwa vita. Mwaka huo huo wa 1888, pwani ya Tanganyika ilikuwa inatikisika kwa vita vya Abushiri vilivyoongozwa na Abushiri bin Salim Alharthi. Vita hivi vilikuwa upinzani mkali wa Waarabu wa pwani na Waafrika dhidi ya Wajerumani waliokuwa wakijaribu kuchukua udhibiti wa biashara na utawala wa Tanganyika. Kutokana na vurugu na ukosefu wa usalama, Maya alilazimika kuacha safari yake kwa mara ya pili. Ndoto yake ya kufika juu ya Kilimanjaro ikaishia njiani. Baada ya vita vya Abushiri kudhibitiwa mwishoni mwa mwaka 1889, hali ikawa shwari zaidi. Meya hakukata tamaa, akarudi kwa mara ya tatu safari hii aliungana na Ludwig Purtscheller, mwanajiografia kutoka Austria, na walipata msaada wa Wachaga waliokuwa wenyeji wa Kilimanjaro. Walipanda taratibu kupitia misitu yenye unyevunyevu, maeneo ya nyika na hatimaye kwenye barafu. Changamoto kubwa ilikuwa baridi kali, uchovu na hewa nyembamba, lakini walikataa kusalimu amri. Hatimaye tarehe 5 Oktoba mwaka huo Hans Meyer na wenzake walifika juu kabisa ya mlima Kilimanjaro kilele ambacho hakijawahi kufikiwa na mtu yoyote kabla yao. Baada ya kufanikisha safari hiyo ya kihistoria, Meyer alilipa kilele hicho jina la Kaiser Wilhelm Spitze kwa heshima ya Kaisari Wilhelm wa Ujerumani. Kwa muda mrefu jina hilo ndilo lililotumika kimataifa, lakini historia ilibadilika baadaye. Baada ya Tanganyika kupata uhuru wake tarehe 9 Desemba mwaka 1961, jina la kilele kikubwa cha Kilimanjaro ilibadilishwa na kuitwa Uhuru Peak. Jina hili jipya lilikuwa alama ya fahari na kumbukumbu ya ushindi wa taifa jipya. Kilimanjaro, kilele cha juu zaidi ya Afrika, kikawa pia alama ya uhuru wa kweli wa Watanganyika na baadaye Watanzania. Hii ndiyo simulizi ya kweli ya Hans Meyer: safari tatu, kushindwa mara mbili, vita vya Bushiri na hatimaye ushindi wa kihistoria uliopelekea jina la kilele chetu maarufu Uhuru Peak. Ni somo kwamba mafanikio makubwa mara nyingi yanahitaji uvumilivu, ujasiri na kushinda changamoto za kila aina. Simulizi hii imeandaliwa na Abdi Trek kupitia simulizi za kweli. Usisahau kulike, kukoment na kusubscribe ili usipitwe na historia nyingine za kusisimua. Simulizi za kweli. Historia inayoishi.